Ni ya Watanganyika, ni taasisi yenu. Kwa hiyo na maana yetu kuja kwenu hapa, sasa tunaanza kuchukua ownership ya huu mchakato wetu pamoja. Kwa hiyo tuta, nia yetu kubwa ni kwamba tutaunda kamati ya pamoja. Kwa hiyo tutawafikia tena kwa kupitia contact zenu mlizotuachia, tuwe na kamati ya pamoja kwanza, hicho kitu cha msingi. Lakini vile vile tu develop hizi haya mapendekezo tuliyoyatoa na kwa haraka, yaani hatutachukua muda mrefu, tutajaribu kutafuta na wengine ambao wapo, tuone namna gani tunavyoweza kwanza kuwa na utekelezaji, lakini kwa hiyo tutasema kwamba eh, tutaliangalia na litakuwa la timu ya pamoja. La pili ambalo tutaliangalia vilevile vile ni kuhakikisha lile tulilozungumza, haya mabishano na misuguano ilivyo No reform no election. Uchaguzi utafanyika lazima tutafu, kama wazazi tutafute solution. Hilo ndilo tulilozungumza na ndilo la msingi, vile vile tutaliweka kwenye resolution. Lakini vile vile eh, tukikaa kwa haraka na baraza la uongozi, tutatumia wataalamu, tunao wengi hapa, akina Stola tunao akina eh, Kibamba tunao akina Mtobesi, tuna wengi ambao hata tukiamua sasa twende kwenye sehemu tofauti wakazungumza, ili kutanua ule wigo wa maoni, lakini nia yetu lazima tuwe na time frame ya karibu, kwa sababu hatutaki kufanya theory. Tunataka uchaguzi ufanyike bila virungu, mabomu na risasi. Tunataka minimum reform zote zinazowezekana zifanyike kwa hiyo ni mchaka mchaka wa kutoka leo na kabla ya tarehe thelathini mwezi huu. Kwa hiyo sio zile biashara za tunakuja sijui tunafanya nini, ni kazi mfululizo kwa sababu ni jukumu letu, ni taifa letu. Nia yetu ni, ni kwamba tujipe jukumu kubwa. Utashi wa Watanzania ni mkubwa sana. Nilikuwa nikifuatilia mitandaoni, wengi wameangalia kwa muda mle mrefu. Kwa hiyo kumbe Watanzania wanakosa tu hivi vitu, ndio maana wanaishia ku kushindwa wakibeti au wakiangalia filamu za, za za, za mapenzi au na vitu gani huko au kubishana Simba na Yanga. Maana yake kwamba they are ready, lakini wanataka nani awawekee forum kwa ajili hiyo. Lingine tutakaloliangalia ni namna ya kuyaainisha, yapi ya muda mfupi, yapi ya muda mrefu, ili tuhakikishe kwamba hata tunapokwenda kuzungumza na mtu kuone ni mtu mwenye akili timamu. Unajua unapofika mara ya kwanza namna mnavyokwenda eh, lakini tutajaribu kuyatekeleza ku, ku haya kwa uharaka kwa hiyo kimsingi, ni washukuru nyote, hasa mapresenta kwa kweli, you made it eh, eh, mi nikuwa nafuatilia watu wanaofuatilia huko ndo wanaotoa ma sio mimi. Kwa hiyo mi nawapa tu mrejesho you made it eh, kila mtu kule anasema hili ni darasa, elimu bila pesa. Kwa hiyo people have enjoyed it na wamewafuatilia sana, na tutakaa tutashirikiana na wadau wenzetu ambao wote tulikuwa tunaanza kushirikiana eh, wenzetu wa THRDC, eh, Legal and Human Rights Centre, kuna wenzetu wa ASA eh, east Africa, eh, ambao wamekuwa mmesema vijana, nikupe mfano east Africa wametoa sponsor kijana alichotakiwa ni kuja na mguu, lakini chakula juu yao, elimu juu yao, namna ya kuingia kwenye uchaguzi na namna ya kufanya sheria na kushughulika na masuala ya uchaguzi. Nusu ya vijana waliopewa sponsor hawajaja, that is a challenge. Lakini kikubwa ninachojaribu kusisitiza ni kwamba tutawafikia na tuendelee kushirikiana, msichoke, tuone ni jukumu letu kwa sababu mmemsikia profesa amesema nako Kenya wana mambo yao. Kwa hiyo tukilikoroga hapa hatuna pa kukimbilia. E, kuna yule mwimbaji mmoja anasema kina munu ave na kwao e, kila mtu ana kwao, si ndivyo jamani? Kwa hiyo lazima tuilinde nchi yetu na tujue kabisa tuna wajibu wa kuiandaa kwa ajili ya kizazi kijacho. Karibuni sana, naomba siku nyingine tukiwaalika njooni saa tatu, sisi vi jinsi yetu inakwenda na muda. Tukikwambia saa tatu, amini ni saa tatu kweli. Tunaanza kazi leo, ilibidi wote wamefika, presenta wamefika, lakini tukawasubiri kwa zaidi ya lisaa. Nawashukuru sana, karibuni sana, Mungu awabariki. Naomba msitoke, mtapita pale ili tuweze kula chochote, tusije tukaanguka hapo watu wakajua una presha, kumbe karibu ni njaa. Karibu, tumejiandaa, tunawapenda, karibuni sana.